Unaungana na mimi kwamba huu mchezo wa marudiano unaweza ukawa ni mgumu kuliko huu ambao tulioshuhudia? Ya yeah, mchezo wa marudiano utakuwa ni mgumu zaidi, kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kinafanyika wakati timu zinakutana kwanza ni kusomana, yani kusomana kwa mbinu, kwa maana timu yako ina inacheza ina, ina kwa staili gani, lakini pia ni kwa namna gani ambavyo ina nidhamu kwenye swala la ulinzi, lakini pia Uh, sehemu muhimu zaidi ni kwa jinsi gani timu yako inashambulia. Hivi ni vitu ambavyo ndio mbinu ambazo zinatumika kusomana ku, ku, ku, ni timu zote mbili zinatumika kusomana kwenye, kwenye, kwenye haya maeneo. Sasa mnapokuwa mnakutana kwenye mara ya kwanza manake ndio kila kitu ambapo kinakuwa kinakuwa exposed, manake kinaanza kuonekana kwamba okay, Simba kwenye huu mchezo labda ana uwezo wa kumiliki mpira zaidi, hiyo ni namba moja. Lakini pia Simba ana uwezo labda wa kufanya mashambulizi mengi zaidi, hilo ni swala la pili. Kwa hiyo inakuwa kwa mpinzani ni kwamba ushampa a, picha nzima ya kwamba we ni timu ya aina gani, lakini pindi ambapo mnakutana mnakuwa mnacheza mchezo wa aina gani. Kwa hiyo hiyo ni, ni, ni, ni sahihi kwa hicho ambacho unakizungumza kwamba kwenye mchezo wa marudiano manake mpinzani wako anakuwa ashakusoma mm. na obvious ni kwamba uh, kwa Stellenbosch tayari ameshamtazama Simba, yani picha nzima ya Simba ameshaiona kwamba Simba uh, kwenye mchezo wetu kwanza ametuzidi kwenye kutengeneza nafasi. Hicho ni kitu ambacho kiko wazi, na hata ukijaribu kuthibitisha kwenye hilo, angalia kwenye namna ambavyo Simba iliingia kwenye huu mchezo Simba uh, kitu cha kwanza ambacho walikuwa wana-, wana yaani kipa kipaumbele cha kwanza ilikuwa ni kuingia kwenye mchezo huu kwa kushambulia na kupata mabao kwa sababu hiyo ndio advantage pekee ambayo Simba alikuwa nayo, kwamba tuko uwanja wa nyumbani, lazima tupate mahesabu yetu yaende vizuri kwa kupata bao. Na ukiangalia kwenye hiyo uh, hayo malengo, Simba alifanikiwa kuweza kupata bao, lakini ilikuwa aende zaidi kwa kupata bao la pili. Uh, nafasi ambayo alipoteza ile dakika ya mwishoni kabisa akapata nafasi ya wazi kuweza kufunga akapoteza. Kwa hiyo kwa, kwa objective ama tunasema kwa, kwa malengo, dhamira, Simba ameweza kufanikiwa, hiyo, hiyo namba moja. Lakini tuitazame pia upande wa pili wa Stellenbosch, ambao nao ukiangalia kwenye namna ambavyo mi nilikuwa nimeona walivyoingia kwenye huu mchezo, lengo lao la kwanza ilikuwa ni kuangalia ni kwa jinsi gani wanapunguza idadi ya magoli kwa sababu ni mechi ambayo kwangu kwa Stellenbosch, namna ambavyo walikuwa wanacheza si namna ile ambavyo mimi nimeiona Stellenbosch kwenye michezo iliyopita. Ni Stellenbosch ambayo m aina ya ushambuli yani, aina ya mchezo wao ni kwamba wanapenda sana kuchezea mpira kupita kwenye njia, kutembea kutembea kutembea. Lakini nini ambacho kilifanya mchezo huu uwe wa tofauti ni kwamba ni ubora wa Simba kwanza, hiyo namba moja yani, ukiangalia daraja la Simba Uh, daraja ya Simba ambalo wapo unaona kwamba ni tofauti na Stellenbosch. Na Simba walijaribu kuprove hilo kwanza kwenye hilo eneo la kutengeneza nafasi uwanjani. Uh, Simba alikuwa uh, tunasema superb sana, aliweza kufanikiwa. Kwa hiyo ni namba moja, lakini ukirejea kwa kwa Stellenbosch uh, kwamba wao aina ya mpira wao uliweza uh, kuzuiliwa kutokana na ubora wa viungo wawili wa Simba ambao ni Kagoma a uh, ambaye alikuwa kwenye lile eneo la namba sita. Yeah. Alikuwa ameweza kuweka locki ngumu sana kwa wa Stellenbosch kuja ku, ku, ku kuifungua. Hiyo ni namba moja. Lakini angalia pia pia uimara wa safu ya ulinzi ya Simba ilivyokuwa inacheza siku ya jana. A mm. Uh, Karabuao unamwona yuko kwenye uh, kwenye performance ya high level kabisa. Wakawa wanashindwa kufungua hizi kodi za katikati. Uh, kwa hiyo ukishashindwa sasa kufungua eneo la namba sita na eneo ambalo ulikuwa unahitaji mchezaji ambaye ni mbunifu zaidi kuweza kufungua hizo loki manake tayari wewe timu yako inakuwa imesha imeshabanwa ama ishazuiliwa. Uh, angalia Simba kwenye namna ambavyo hawa Stellenbosch walikuwa wanakaba, walikuwa wanatumia low block, wanakabia chini. Lakini ni nini ambacho kinaweza kufungua kodi za hawa wapinzani? Manake kwenye eneo la, la kuanzia eneo la namba nane, unahitaji mtu ambaye creativity ama ubunifu wake uwe wa hali ya juu sana na hapa manake utarejea sasa kwenye kikosi cha Simba kwa namna ambavyo, uh, Jean Charles Ahoua alikuwa na ile outstanding performance uh, elimu panzuu yani, unazungumza wale viungo ambao swala la ubunifu kwao si changamoto, na ndio maana ukamuona kwenye uh, Jean Charles Ahoua kwenye idadi ya mashuti, alipiga mashuti mawili. Ukiangalia ma ma mashuti ambayo aliweza kulenga langoni, mashuti mawili. Kwa hiyo alikuwa ana huo uwezo. Yani ni mechi ambayo ilikuwa inatakiwa kuamuliwa na wachezaji wataalamu, kwa sababu si mechi ambayo mechi ambayo unakutana na mpinzani ambaye anakaba sana, haihitaji wavunja kuni sana, yani unahitaji wachezaji ambao wana ule ubunifu mwingi. Huwezi ku, huwezi kumfungua mpinzani ambaye anatumia low block okay, kwa kutumia wachezaji ambao ni wavunja kuni. Lazima unahitaji wachezaji wataalamu ambao kwa Simba wanao.